Ndugu zangu wa kata ya Buguruni, natambua na ninafahamu kabisa kwamba mmekuwa ni wananchi ambao mnaishi ndani ya jimbo la Segerea, lakini nikana kwamba mko Sudani. Uongo kweli? mmekuwa yatima na wakiwa uongo kweli? Lakini mmekuwa ni watu waaminifu kuwachagua viongozi kwa maana ya kwenda kuwaongoza, lakini bahati mbaya sana mmekuwa mkitelekezwa, mnakumbukwa baada ya miaka mitano mitano. Ndugu zangu, ndugu zangu wa Buguruni, kwa ufupi na kwa sababu ya muda, na kwa sababu ndugu zangu wa Buguruni, na waona tayari mmekwisha kufanya maamuzi ya kwenda kuipiga kura ya ukombozi, kura ya kumpata mbunge machachari kama mimi, pamoja na diwani machachari Katova, si ndio? ndugu zangu wa Buguruni leo kuanzia saa tatu asubuhi nilikuwa ndani ya kata hii yenu ya Buguruni. Nimetembea mguu kwa mguu, nyumba kwa nyumba, nimejionea mambo ya ajabu. Ndugu zangu wa Buguruni, poleni sana, poleni kwa miundo mibovu kabisa ya barabara. Lakini ndugu zangu, poleni sana kwa kuishi maeneo ambayo hakuna mitalo na wakati mvua ikinyesha, mnaogelea ndani ya kinyesi na watoto wetu naogelea kama kambari. Lakini ndugu zangu wa Buguruni, naomba niwape pole nyingi sana kwa sababu katika kata hii ya Buguruni tunaishi watu wengi ndani ya nyumba moja. Uongo kweli? Buguruni na wapiga kura wengi zaidi kwenye jimbo hili la Segerea. Natambua uchumi ni kila kitu kwa kila Mtanzania, si ndio? hata kama una maji nyumbani, lakini una uchumi, una uwezo wa kuchimba kisima na maisha bado yakaenda, si ndio? Kwa hiyo uhitaji namba moja ni pesa, si ndio? Yeah. Nitakachokwenda kukifanya ndani ya siku mia moja za kwangu za kuapishwa, ninasema nitakwenda kufanya nini? kwa sababu najua nakwenda kushinda tarehe ishirini na tisa, nakwenda kushinda ubunge wa jimbo la Segerea. Ninachokwenda kukifanya cha kwanza kwanza ni kuhakikisha akina mama zangu na baba wote wenye ulemavu na vijana wote mnapata mikopo ya asilimia kumi, kwa sababu hiyo ni fursa, ipo tayari, hakuna haja ya kutafuta chanzo kingine, sawa sawa. Lakini namba mbili, vijana wetu wa kata hii ya Buguruni, vijana wanaonekana kwamba heti wao hawana faida katika kata hii ya Buguruni, nitakachokwenda kukifanya mimi na mheshimiwa diwani kwa kuwa diwani ndiye mwenyekiti wa ulinzi na usalama kwenye kata husika, na kwa sababu fursa zote zoko ndani ya kata ziko chini ya diwani, ndugu zangu, na kwa sababu mimi kisheria na kanuni, mbunge wa jimbo unakuwa ni diwani katika vikao vya halmashauri, nitakachokwenda kukifanya, nitakwenda kuhakikisha vijana wote wanaotoka Buguruni ambao wamkubahatika kusoma, ninyi tutawapa kipaumbele namba moja kupata ajira za ndani ya hii kata ambazo hazihitaji elimu Chaumma. Lakini pili, nawambieni ndugu zangu, miundombinu nimeona, lakini kule huko chini huko, watu nimekuta wanalia machozi sawa sawa. Wazee wameniwekea mikono kichwani kuniombea niweze kushinda hili, nije kuwakwamua katika swala zima la miundo mbinu. Nitakwenda kuhakikisha nasimama, kuhakikisha miundombinu katika kata hii ya Buguruni inapatikana, na ndugu zetu, mnaishi kama wanavyoishi watu wengine katika majimbo mengine. Lakini suala la maji akina mama, Sera ya serikali inasema kwamba, kama mnakumbuka Mama Samia Suluhu Hassan akiwa makamu wa rais alisema kwamba anakwenda kumtua mwanamke ndoo kichwani, si ndio? Yeah. Na hata alipoingia madarakani bado ameendelea kusema anamtua mwanamke ndoo kichwani. Nafahamu kwenye jimbo la Segerea hakuna mwanamke hata mmoja ametuliwa ndoo kichwani, uongo kweli? Maji ni shida, uongo lakini kwenye majimbo mengine ndugu zangu wa Buguruni, niwape mfano wa jimbo ninakotoka Kagera, jimbo la Misenyi, kijijini kabisa maji yanatoka masaa ishirini na na manne, lakini barabara ni nzuri, hakina mama akienda kujifungua hawaambiwi toa hela, kila kitu kinakuwa ni bure kule Misenyi, na mambo mengine yote mambo ya kuzoa taka na yote kabisa, lakini lile jimbo linaongozwa na mbunge wa CCM unanielewa. Kwa lugha nyingine, ndugu zangu wa Buguruni Wakati mwingine chama kinaweza kuwa sio shida sawa sawa, wakati mwingine serikali inaweza ikawa sio shida kama tunavyozani, shida namba moja ni viongozi tunaokuwa tumewachagua. Wamejiandaa namna gani kututumikia? CHAUMMA, yote hayo nitakwenda kuyatekeleza kwenye ili, wa kumlaumu sio serikali ndugu zangu, yapo ya kuilaumu serikali yapo ya kumla... kuilaumu mawaziri lakini kwenye ili ndugu zangu wa Buguruni aliyekuwa diwani wa kata hii na mbunge wenu ambaye anaomba miaka mingine mitano eti mumpe, au ndio wa kudili nao, kwa sababu wameshindwa, wameshindwa kuwaongoza a kwenda kuwasemea katika vyombo vya maamuzi.